Karibu tena kwenye Nuhu Online TV, mahali pekee unapopata uchambuzi wa kina wa masuala ya siasa, uchumi, teknolojia na mabadiliko makubwa ya kidunia. Leo tunaangazia mgogoro wa aina yake unaotikisa siasa za Marekani, teknolojia ya kisasa na soko la fedha za kidigitali. Elon Musk na Donald Trump wameingia kwenye mvutano mkali hadharani, na wachambuzi wanasema hili linaweza kuwa chanzo cha kushuka kwa thamani ya Bitcoin, Ethereum na crypto kwa ujumla. Lakini kuna nini nyuma ya pazia? Elon Musk ni bilionea mjasiriamali maarufu na mkurugenzi wa kampuni kubwa kama Tesla, SpaceX na X zamani Twitter. Donald Trump ni rais wa zamani wa Marekani na mgombea mkuu wa urais wa mwaka 2024. Mnamo Juni 2025, Trump alitoa kauli kali akimtuhumu Elon Musk kwa kutumia vibaya misaada ya serikali kwa faida binafsi hasa kwa kampuni zake. Kauli hiyo ilijibiwa haraka na Musk ambaye alimwita Trump mnafiki wa kisiasa anayepinga maendeleo ya teknolojia. Trump alisema hivi, nukuu, Elon Musk anaishi kwa kodi za wananchi lakini hataki kuisaidia nchi yetu kwa maadili. Hakufai kupewa msaada wowote wa serikali. Elon Musk akajibu kwenye X, wakati wengine wanataka kulinda siasa, sisi tunatengeneza kesho. Sisi ndio tunapeleka binadamu Mars. Trump alishindwa hata kuunganisha nchi yetu. Kauli hizi zimesababisha mfarakano mkubwa kwenye jamii ya wawekezaji, wafuasi wa teknolojia na wanasiasa huku wengine wakihofia kuwa vita hii ya maneno inaweza kubadilika kuwa sera zitakazoumiza sekta ya kripto na uvumbuzi wa teknolojia. Wachambuzi wa masoko ya fedha wanasema kuwa soko la crypto ni mojawapo ya masoko yaliyo na hisia nyepesi zaidi. Twit moja tu kutoka kwa mtu maarufu kama Elon Musk au Donald Trump inaweza kuamsha hamasa au hofu kubwa sokoni. Baada ya kauli zao, bei ya Bitcoin ilishuka hadi chini ya dola elfu moja na moja ikiwa ni mara ya kwanza kufika kiwango hicho kwa wiki kadhaa. Ethereum nayo iliporomoka kwa zaidi ya 6 na crypto ndogo ndogo kama Dogecoin, Solana, Cardano ziliporomoka zaidi ya 10%. E, hii inatufundisha kuwa soko la kripto halisimami kwa misingi ya kiuchumi tu, bali linaendeshwa pia na hali ya kisiasa, mitazamo ya jamii na hata tetesi mitandaoni. Kumbuka, Elon Musk aliwahi kusababisha Dogecoin kuruka kwa asilimia mia tano kwa tweet moja tu, lakini pia aliwahi kuifanya Bitcoin iporomoke kwa sababu ya kauli kuhusu matumizi ya nishati. Donald Trump si shabiki wa crypto. Akiwa madarakani, mara kadhaa alitilia shaka uhalali wa sarafu hizi akisema ni hatari kwa mfumo wa fedha wa Marekani. Alisema nukuu, Bitcoin inatumiwa na wahalifu na inaleta tisho kwa dola ya Marekani. Kwa upande wengine, Elon Musk amekuwa mtetezi wa blockchain, web 3 na matumizi ya crypto kwa malipo ya Tesla, satelit na hata kwenye mradi wake wa Neuralink kwa hiyo tuna mgogoro si tu wa maneno bali wa fikra mbili tofauti: siasa za jadi Trump kudhibiti fedha kidigitali, teknolojia ya kesho Musk kuweka uhuru wa kifedha mikononi mwa watu. Hili linaashiria kuwa iwapo Trump atachaguliwa tena, kuna hatari ya kuwekwa kwa sheria mpya kali zitakazoweka mipaka kwenye matumizi ya crypto. Tayari wawekezaji wakubwa wa, wa, wa Marekani wameanza kupunguza exposure yao kwa Bitcoin wakihofia crypto crackdown tumezungumza na wachambuzi mbalimbali mbali wa fedha za kidigitali kutoka taasisi kama CoinDesk, Bloomberg na Yahoo Finance. Haya ni baadhi ya maoni yao. Hii ni mvutano unaoweza kuchangia kuporomoka kwa crypto kama hautatafutiwa suluhu haraka. Kila mara kuna uncertainty ya kisiasa, soko la crypto huporomoka. Hii ni ishara ya jinsi ambavyo crypto bado haijawa stable kama mali nyingine. Watu wanaanza kupendea stable coins na gold-backed crypto assets kama namna ya kujilinda. Sasa swali kubwa, nini kinafuata? Je, ni mwisho wa bull run ya crypto? Je, ni wakati wa kuuza? Wataalam wanashauri hivi: epuka kufanya maamuzi kwa jazba, elewa kuwa crypto ni volatile na hofu za kisiasa ni sehemu ya hatari. Endelea kufuatilia taarifa kutoka kwa mashirika ya udhibitisho kama SEC na Fed. Diversify, usiweke kila kitu kwenye crypto, wekeza pia kwenye assets nyingine. Kwa ufupi, mgogoro wa Trump na Elon Musk si jambo la kupuuza. Unaonyesha jinsi siasa na teknolojia zinavyogongana katika zama hizi mpya. Crypto haiko peke yake, iko ndani ya mfumo wa kijamii, kisiasa na kiuchumi. Kwa wawekezaji, huu ni wakati wa kuwa makini, na kwa wanasiasa, huu ni wakati wa kujifunza kuwa teknolojia haiwezi kuzuiwa kwa hotuba, bali kwa maono.